Naam, Uh, rafiki mpendwa nimesikitika asubuhi ya leo. uh, ni siku nyingine tena ni nakuja kwako natumai huu mzima wa afya uh, japo ni kipindi cha majonzi ni kipindi ambacho uh, mioyo ya watu wengi inabubujikwa na machozi uzuni ambayo haiwezi ikaelezeka imo katika mioyo ya Watanzania walio wengi, hasa kuona yale ambayo yametendeka katika nchi yetu. Uh, tunakosa maneno ya kusema, tunakosa maneno ya kuliwazana, tunakosa maneno ambayo tunaweza tukaelezea hisia lawama zimekuja nyingi, lakini napenda niseme machache, na haya niruhusu niseme yaliyo katika moyo wangu. Wapo watu, wapo viongozi ambao hawajali halaiki ya watu waliokufa, wapo tayari kuficha machafu yaliyotendeka. Watu wameondoka katika maeneo ya maandamano, wanafuatwa majumbani mwao, wanapigwa risasi kama mbwa, wanapigwa risasi kama hayawani wakiwa katika majumba yao. Leo tunaweza kuyajua haya. Kwa mfano, sisi ambao ni, wa, ni wahubiri Uh, aidha wa Kristo wa Kiislamu tunalifahamu hili kwa sababu Sharifu Majini ni, ni, ni shekhe, ni, ni kwa mfano ni shehe ni muhadhiri wa Kiislamu aliyejulikana kwa mapenzi yake aliyokuwa nayo kwenye CCM, ni miongoni mwa watu ambao walipiga kura asubuhi usiku wameuawa kwa serikali hile hile waliyoipigia kura wamepigwa risasi wakiwa nyumbani majumbani mwao. Leo kauawa Master Tindwe, mtangazaji wa Clouds Media. Lakini watu wametiwa uoga kiasi kwamba hawawezi wakazungumza ni nini kilichomuua master master kafa kwa, mku, kwa, kwa mtitu wa bastola zilizotumwa na serikali. Wapo vijana wengi wamekufa kwa maelfu. Zipo ripoti ambazo zinasema kwamba askari wamekuwa wakipita katika hospitali mbalimbali mbali. Wakipita katika mochari mbalimbali maeneo ya kuhifadhi maiti makavazi mbalimbali mbali, wakichukua maiti ili kuficha ushahidi wa kile ambacho kimefanyika. Ni huzuni kubwa, ni jambo ambalo haliwezi likaelezewa kwa maneno, lakini haya yote yanafanyika kwa sababu watu wanataka wang'ang'anie mamlaka wabaki madarakani. Chaguzi ambao mtu umeshinda kwa asilimia tisini na nane tisini na saba nukta karibia tisini na nane, wametoka watu milioni thelathini na mbili wamekupigia kura, alafu bado mambo yanakuwa kama hivi, alafu mtu hana haya hana aibu kusema kwamba walo walokuwa barabarani si wa Tanzania. Laiti kama viongozi wetu wangekubali kushuka na kuzungumza, huenda haya yangeepukwa yamekwisha kutendeka yaliyotendeka, lakini tufanyeje? Ni kipindi ambapo watu wanastahili waketi pamoja, mahaba na mapenzi ya taifa yatangulie. Tujiulize, ni wapi tulipoanza kunyeshewa na mvua ni wapi tulipopoteza tumaini? Ni wapi tulipo, eh, mambo yalipoanza kwenda mrama? langu la mwisho nitoe tu faraja kwa familia zote ambazo zinaomboleza siku ya leo, kwa jamii ya waadhiri wa Kiislamu, wakita abiri wenzetu ambao wamepoteza mmoja wao ambaye anazikwa siku hii ya leo tarehe tano mwezi wa kumi na moja mwaka elfu mbili na ishirini na tano kaka Msopa almaaruf kama Sharif Majini. Basi anapohagwa duniani, niwatakie faraja makiwa. Ni jambo ambalo kwa kweli lingeweza kuepukwa lakini hata sasa, hata sasa bado tunaweza tukazungumza kama taifa, ili ikaweze kupatikana katiba ambayo itaongoza Tanzania mpya. Vinginevyo mizizi iliyopandwa ya utanganyika na uzanzibari mizizi ya udini iliyopandikizwa sasa hivi haitaruhusu mioyo ya watu wengi kupona kwa upesi. Zimeonekana familia nyingi zikiomboleza, vijana wameuawa kinyama, utu umewaondoka wanadamu, wakaingiwa waka na unyama askari wanakwenda kuwaua, jeshi la askari wanakwenda kuwaua watu tena, wanakwenda kuwaua watu usiku majumbani mwao. Mimi niamini kabisa watu hawa waliokwenda kuwaua watu sio Watanzania. Hakuna mtanzania ambaye anaweza akawa na utanzania ndani yake alafu akachukua bunduki yake kwenda kumpiga mtu nyumbani kwake hawa labda ni watu wale waliowazimwa kutoka nchi za jirani. Sidhani kama kuna jeshi la polisi wa Kitanzania ambao wanaweza wakafanya unyama ule. Ni jambo la kusikitisha, lakini hata sasa, hebu yakaanzishwe majadiliano ya kitaifa ili tupate mwelekeo wa taifa, ni wapi nchi inakoelekea, watu wakazungumze, watu waje pamoja, ipatikane katiba ambayo itaongoza taifa kwa Tanzania mpya, ili damu iliyomwagika isiwe kwamba imemwagika tu bure, lakini ikawe ni kichocheo cha taifa jipya taifa lenye upendo, taifa ambalo wazee wetu waliliasisi, taifa ambalo litaota ndoto za mababa wetu wa taifa. Ni hayo tu. Mungu, ibariki Tanzania. Mungu, ibariki Afrika, na Mungu, wafariji wote wanaoomboleza. Asanteni.